Ali kupitia Baraza la Sanaa la Taifa tunapenda kutoa pongezi za dhati kwa mrembo wetu Naisae Yona ambaye ametoa taji la mrembo mzuri zaidi duniani. Kwa hiyo kama tasnia ya sanaa tumepata mrembo ambaye ni maarufu na ametuwakilisha vizuri kama nchi. Hivyo Baraza la Sanaa la Taifa linapenda kutoa shukurani za dhati kwa Watanzania tulioshiriki katika kupiga kura, lakini pia kwa wadau muhimu ambao waliona thamani ya kutoa mchango wao katika kufanikisha safari ya Miss Naisae. Kwenda kushiriki mat- eh, katika mashindano ya kimataifa tunaona, kuna wadau wengi ambao wameshiriki. Kwa mfano japo kwa uchache, kuna mm, Rashid track, track. Kuna Hyundai na wadau wengine muhimu, hivyo tunaendelea kutoa rai kwa wadau wote wa ndani na nje ya nchi kuendelea kuipa sanaa umuhimu mkubwa na kuona haja ya kuwekeza wekeza zaidi katika tasnia hii hususani kwa walimbwende, kwa sababu tunaona sasa hivi wamejipambanua, wanafanya kazi kimataifa. Hivyo eh, Baraza kama sehemu ya serikali tunaendelea kuunga mkono jitihada zinazofanywa na kampuni ambayo inaendesha mashindano ya Miss Universe Tanzania na tunaendelea kuwapongeza na zaidi tutaendelea kushirikiana pamoja zaidi katika maendeleo ya tasnia ya sanaa kwa ajili ya kujenga uchumi wa taifa letu. Sanaa ni kazi, sanaa ni ajira, sanaa ni uchumi. Asanteni sana.